Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani na mashamba mapana, kijana ajulikanaye kwa jina la Kazi aliishi na mwanamke aliyemlea ajulikanaye kwa jina la Amina. Alikuwa mkarimu na mchapa kazi, lakini maisha yao yalikuwa magumu. Walikuwa maskini, walikaa katika kibanda kidogo chenye madirisha yaliyovunjika na paa la majani. Licha ya changamoto zote, Amina alihakikisha Kazi anapata chakula mezani hata kama alipaswa kuteseka mwenyewe. Kwa wakati huo, Kazi alijua Amina ndiye mama yake mzazi. Lakini Kazi akiwa na umri wa miaka 17, alianza kuhisi uzito wa maneno ya marafiki zake. Marafiki zake, Rashidi, Saidi na Musa, mara nyingi walicheka nguo zake, viatu vyake na jinsi mama yake alivyoshindwa kumudu kununulia vitu walivyokuwa navyo wa marafiki zake hawakujali jitihada za Amina mama yake Kazi. Waliona tofauti kati yao na Kazi, walimwambia kwamba alistahili zaidi yanavyopata rafiki yake mmoja ajulikanaye kwa jina la Rashidi. Alisema, unapaswa kuwa na aibu Kazi, mama yako ni maskini, hata hawezi kukununulia vitu unavyohitaji ili kuonekana vizuri. Tazama watoto wengine, unataka kuishi kama wao? Kazi alikaa kimya akijua maumivu ya maneno ya marafiki zake. Hakuwa anazungumzia nguo tu, ilikuwa kuhusu kujiona tofauti na wengine, na ilikuwa ikimuuma. Marafiki zake walimwahidi maisha bora ambayo hangekosa mambo aliyokuwa akiyahitaji. Walimwambia kwamba hakupaswa kumuheshimu Amina mama yake kwa sababu hakuwa na uwezo wa kumudu kumtunza. Mchana mmoja baada ya siku ndefu ya kusikia maneno yale kutoka kwa marafiki zake, Kazi alikata tamaa. Siwezi kuendelea hivi, alijisemea mwenyewe alipokuwa amekalia kitanda chake kwenye kibanda chao kidogo. Nataka kuondoka, nitaenda kutafuta mtu anayeweza kunipa maisha ninayostahili. Nimechoka na kuwa maskini, nimechoka kukwama. Asubuhi iliyofata, Kazi alipakia begi lake dogo akajaza nguo na kile kidogo alichokuwa nacho na akaondoka bila kusema kwa heri kwa Amina mama yake, bila hata kuangalia nyuma, akaenda kutafuta maisha mapya. Siku zikabadilika kuwa wiki na kazi alijikuta akiishi kwa mzee Suleiman, mzee mmoja aliyeishi kando ya kijiji chao. Mzee Suleiman alimwahidi maisha bora na nafasi ya kukwepa umaskini aliyoishi na mama yake Amina. Awali kazi alikuwa na furaha alikula chakula cha kutosha, nguo safi za kuvaa na kuwa tena anajihusisha na matatizo ya umaskini. Lakini kadri siku zilivyopita, aliendelea kuhisi huzuni iliyojaa ndani yake. Aliwaza kumuhusu Amina mama yake, lakini alijiona akimkataa. Aliona aibu kumwita mama baada ya yale aliyosema marafiki zake. Mchana mmoja, alivyoketi na mzee Suleiman nje mzee huyo alionekana kuwa na nia ya kueleza jambo la uzito. Kazi, kuna jambo lazima nikueleze, ni kuhusu mama yako, mama yako wa kweli. Kazi alijawa na hofu, moyo wake ukapiga kwa haraka. Hakuwa amewaza kuhusu Amina kwa siku kadhaa, lakini aliposikia jina lake kutoka kwa mzee Suleiman aliona machafuko ndani ya moyo wake. ni nini? Kazi alijibu kwa sauti ya chini yenye uchungu mkubwa. Unajua kazi, mzee Sulemani alianza kwa taratibu, yule unayemjua kama mama yako sio mama yako mzazi. Yeye ni jirani wa wazazi wako. Wazazi wako walifariki miaka mingi iliyopita kutokana na mafuriko ulipokuwa na umri wa mwaka mmoja tu, na wewe ndiye uliokoka Siku ya tukio hilo ulipatikana ukiwa unaelea juu ya kipande cha godoro. Kazi alishikwa na mshangao, aliweka macho yake kwa mzee Sulemani kwa kutoamini. Unasemaje? mama yangu Amina, ye ni mama yangu, alikuwa mama yangu kila wakati. Mzee Sulemani alijazia na kusema, Kazi, mama yako Amina, yeye alikuwa hana uwezo wa kupata watoto hakuwahi kuwa na watoto wa kuwazaa kwa hivyo, baada ya wewe kupoteza wazazi wako alikuchukua na kukulea kama mtoto wake, alikupenda kama mtoto wake wa kweli. Macho ya Kazi yalijaa majonzi wakati ukweli ulipomgonga kama wimbi la mawimbi baharini. Aliweza kuelewa sasa mama aliyemkimbia alikuwa yule aliyemtunza maisha yake alipokuwa hana mwingine wa kumtazama. Kazi alikimbia kurudi kwa Amina, alikimbia kwa haraka, akili yake ilijaa majuto. Aliweza kuona uhalisia wa macho yake sasa. Aliumizwa na ukweli kuwa alimkataa yule aliyemlea, yule aliyempenda bila masharti. Alifika nyumbani kwa Amina akapata mama yake akiwa amelala kitandani, uso wake ukiwa na giza na mwili wake ukiwa dhaifu. Alikuwa mgonjwa wa siku kadhaa alidhoofika kutokana na kukosa mtu wa kumhudumia. Amina mama, Kazi alilia kwa sauti, akijiangusha kando ya kitanda chake. Pole sana, nilikuwa na makosa, sikuweza kuelewa, sikusikiliza. Pole kwa yote niliyokufanyia. Amina alifungua macho yake polepole, pole na alitoa tabasamu dhaifu. Mwanangu, umekuja, umerudi. Kazi alijikuta akilia moyo wake ukijawa na aibu. Nilikuwa mjinga mama, nilikuwa nikisikiliza marafiki zangu, nilidhani sihitaji zaidi, lakini nilichohitaji ni wewe. Sikukusikiliza, pole sana kwa yote. Amina alinyanyua mkono wake kwa upole, akampapasa kichwa chake kwa upole. Kazi mwanangu, nilikupenda daima nilikuwa na hamu ya kuona ukiwa na furaha. Sijali kuhusu zamani, ninafurahi kuwa umekuja. Lakini ndani ya moyo wa Kazi, alijua kuwa ilikuwa ameshachelewa. Alimuumiza sana mama yake, ukweli uliomgonga kwa nguvu. Alijua kwamba alikuwa amepoteza kila kitu, lakini alikosa wakati wa kurekebisha makosa yake. Wiki moja baadaye, amina alipita kando ya kazi ugonjwa ulitawala mwili wake na mwili wake haukufanikiwa kupigana tena na maradhi. Kazi alikuwa pembeni yake mda huo, lakini hakukuwa na jambo lolote la kufanya kumwokoa. Kazi alishika mkono wa Amina, mama yake mlezi, kwa nguvu, akijitahidi kusema pole tena na tena. Hakukuwa na chochote cha kubadili yaliyopita. Amina alitoa tabasamu dhaifu, ni sawa mwanangu, usilie Umejifunza, umejifunza kipi ni bora kati ya upendo na utajiri? Kazi aliona mikono ya mama yake ikiwa haijiwezi tena, pumzi ikiwa imesimama na joto kuondoka mwilini, kuashiria kwamba Amina ameaga dunia. Alikuwa ameachwa peke yake na majuto yalikuwa machungu zaidi. Marafiki zake Rashidi, Saidi na Musa waliokuwa wamemwambia amwache mama yake walimkimbia, wakamwacha akiwa peke yake. Kazi alikaa peke yake katika kibanda, machozi yakimwagika usoni mwake. Aliweza kutambua kuwa hakuna kitu kingine kingeweza kuchukua nafasi ya upendo wa Amina. Hakuna utajiri wala vitu vya kipekee vilivyoweza kubadili upendo wa mama. Alifanya makosa makubwa na sasa aliishi na majuto milele. Na huo ndio mwisho wa hadithi yetu, ikionyesha namna gani ambavyo tunatakiwa tuweze kuwaheshimu wale ambao huwa wanatulea katika maisha yetu. Tusimdharau mtu yoyote, kwa maana hatujui kesho yetu.